Tanzania yashtakiwa kwenye mahakama ya kimataifa. Unatizama Mseto Media na mimi ni Princess Kyule. Hakikisha umesubscribe. <totipos> Wiki kadhaa hapo nyuma kidogo tuliona mwanasheria mstaafu wa Kenya pamoja na mwanamama Martha Karua wakilalamika kuzuiwa uwanja wa ndege kuingia nchini Tanzania na mamlaka na kurudishwa kwao, maswala ambayo yalibua kelele mitandaoni. Sasa kufuatia hayo, tumefikiwa na taarifa kuwa wameifungulia serikali ya Tanzania kesi ambapo sasa ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya, Dr. Willy Mutunga, wakili mwandamizi Martha Karua, pamoja na watu wengine wanne, wamefungua kesi katika mahakama ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EACJ dhidi ya serikali ya Tanzania. Watajwa hapo juu wamefungua kesi hiyo wakidai kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, kunyimwa kuingia nchini na kufukuzwa kati ya Mei 18 hadi 19, 2025 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Kundi hilo ambalo pia linajumuisha wanaharakati wengine na watetezi wa haki za binadamu wanne ambao ni Gloria Kimani, Lin Ngugi, Hussein Khalid na Hanifa Adan wamedai kuwa haki zao kama raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki zilikiukwa waziwazi walipozuiwa kuingia Tanzania kushuhudia kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Aidha, kesi hiyo inatarajiwa kuhamishiwa makao makuu ya EAC Arusha, ambako tarehe ya kusikilizwa itapangwa na mahakama hivi karibuni. Katika ombi lao, wameshtaki Tanzania kwa kuvunja vifungu mbalimbali vya mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki hasa vinavyohusiana na utawala wa sheria, uwazi, uongozi bora na haki ya uhuru wa kusafiri ndani ya nchi wanachama. Aidha, wanataka maelezo ya kukataliwa kuingia yafutwe kutoka kwenye pasipoti zao, na mahakama itoe amri ya kuizuia Tanzania kuendelea kukiuka haki ya usafiri huru kwa raia wa Afrika Mashariki. Hii ni Mseto Media. Mimi ni Princess Kiuli. Kwa lolote tuachie komenti yako hapo chini.